Aa, karibu sana we mtazamaji wetu wa Mantapala. Nite jina langu a Miss Magodora, mtoto wa mama Shura, aliokuwa nyuma kamera muite Beni Beni Sango alikuletea video ambayo iliyoshika majonzi sana kwenye mji wetu wa Mantapala, ikikuwa Zambia kwenye kambi kidogo tu ambayo inapatikana Zambia. Uh, Madam Irene kama msaidizi wa UNCR alikuja kuaga viongozi wote wa kambi, ikikuwa sasa nimepata likizo ya kurudi nyumbani, ikikuwa mwisho wa mwaka na mimi hifadhi yangu imeisha sasa kuitumikia Zambia ukua kwa wakimbizi. Wakimbizi wamesoneneka, na wengine wameanza kulia na wengine wameanza kuvunja imani ya kusema kwamba haki ambayo tulikuwa tukililia itaonekana tena? Watu wamelia, watu wame, na watu hawakufurahia kwa kwenda mama huyo, kwa sababu ni mama ambaye ameleta vitu muhimu kwenye kambi ikikuwa

Kila eh, no, kukicha na hisi ni mesha zikwa mateso mengi, hama dunia inakwisha. Tulipotoka tumehikimbia vita kufika Matampala tokuta mapichapicha, unajiuliza hivi ni kweli jamani mateso haya yatakusha muda gani? Mbona sisi hatuipati thamani? Tunaishi kama viumbe ambavyo vipo duniani. Wazee walemavu na watoto wanalia siku zote, mbona hii changamoto kupata chakula ndo changamoto tutuhuliza, tutakwenda wapi na watoto?